Zanziba, Zanziba na mimi asanteni, shakwamae sisihemu mushakwamae mshakwamae sisihemu washakwamae Doriani walokula miba yameshawasamae. Mwaka huu tunasema waziwazi, hamtudhulumu dhulumu tenae mshakwama sisi emu wamekwama e, wamekwama sisi emu wamekwama e eh. eh. Doriani walokula miba imeshawasama e eh. mwaka huu tunasema waziwazi wazi, hamtudhulumu tena eh. tuna kiongozi makini makini, ambaye mchapakazi we hata mkafanya nini hamfiki yake, haziwe jemedari ya tumani, twasema mumuweziwe. Mwaka huu tunasema waziwazi, hamtudhulumu tena e, asante. Bismillahi mwenyezi ulotandika rizi, twakuomba ya azizi Kabali zetu dua <coughs> yarabi, mola manani, waja wako twabani, mjalie ya Othmani, yaongoze Zanzibar. Ikiwa tuna makosa, ndio yanayotutesa yarabi, twaomba sasa, uweze tusameha tusamehe Alatifu, latifu waja wako madhaifu, tuokoe a raufu, bala kwenye visiwa. Kipenzi chako wadudi ni Muhamadi saidi, twamsalia zaidi, mkombozi wa dunia. Bada sifa adhimu za Mola karimu natumwa kumsalimu, kwanza nawasalimia, asalamu alaikum liwa huko na huku, kwa furaha na shauku kheri ninawaombea. Sikize kwa makini, nini kinaendelea? Karibuni viongozi, wanachama na wapenzi. Sasa tuianze kazi kugomboa Zanzibar. Welcome our father, you are our leader. Look, a welcoming that we prepare Karibia mama yetu mlezi, wa baba yetu roho, yake huwa kwatu wawili, mnapoka unamlea vizuri, wallahi amenawiri, anapata ujasiri, kwa mapana hutembea. Makamo mwenyekiti wetu baba Jusa, karibu Makamo mwenye kiti mwema, Baba Jusa, karibu sana. bwa mdogo akikuona yeye, ngugeusa njia naumari, alisheye pongezi zake apewe, twayo na juhudi, Pemba na Unguja pia, mjomba karibu kwetu we, na sisi hatuthubutu heshima kukuvunjia. Wabunge na wakilishi, nyote karibuni basi, na sisi tukaze buti, tuvikombowe visiwa, kaeni kwa utii simuda tena mrefu ng'ombe atapinduliwa. Ndugu mgeni rasmi, karibu baba nyumbani, akipenda Rahmani utaongoza visiwa. Kabla sijaleza utenzi kuendeleza, nibora mka nyamaza, nyote mkausikia ni mkutano adhimu wenye sera maalumu, Omo kachukua fomu bila mtu kuhofia. Shangwe kwake na nderemo sende kwake baba Omo kakata vidomo domo fomu walipochukua fomu ya kekiongozi Zanziba yote gazi na walotoka machozi, kwa hofu kuwaingia. Walipomwona simba tembea kitamba kuongea, wakashindwa wakabaki kuangalia. Tumpongeze kwa heri kwa kuvaa ujasiri Rabi Mola akijali, kura tutamtilia. Ni mgombea pekee, vyema tumshangirie, Mungu wamsimamie, lengo lipate timia. Fomu kesha ichukua, tayari ni mgombea, Mola akitujalia, kura tutamtilia huyu kwetu ana hofu, tena ni muadilifu, tazama amethubutu, fomu kwenda ichukua. Sisi tu pamoja naye, baba yetu tuokoe, litakalokuwa liwe, ndiye yote mazoea. Sisi emu hawana taji, wanaongoza kwa foji dhuluma na mauaji ndilo analolijua, ila sasa tushasema hatuvumili tena. Kama noma iwe noma, ikulu tunaingia. Tumechoka kuburuzwa kina, tukikandamizwa kina, wakitupumbaza yao wao yawendea. Sisi si, si watoto wa chupi tunaovalishwa nepi, tukadanganywa kwa pipi, halafu tukakimbiwa. Sisi bado ni gangari, twaitaka serikali ya mamlaka kamili, simame Zanziba, serikali ya uri kwa sasa twasema, basi sasa ni yetu nafasi. Kaeni mkielewa ikulu ataekwenda, hatotoka Mkuranga, lazima atoke Pemba. Mungu akitujalia, awe rais makini, aongoze visiwa Husema hajitafuni husema ya losawia tumechoka dhulumiwa maliza tuzapotea watu bure wachukua watubure wachukuwa sisi macho twakodoa hatuna tukipatacho tunayakodoa macho kila kifaidishacho Zanziba chauziwa. Tunaamini sukani akishika Othumani, kwa nguvu zake manani, vitanyanyuka visiwa sote tutafaidika, sura zitanawirika na nyuso zitakunjuka, Mungu akitujalia. Wa sote Wazanzibari, sasa tukae tayari, tumechoka udhalili, tumechoka udhalili wa huku kudhulumiwa, tushikamaneni nae hadi Ikulu tungie Tupate tu vikomboe, Zanzibar yapotea. Hata nanyi siemu, wenye akili timamu, nanyi mna hali ngumu, tunganeni pamoya. Mnachokipata nini, zaidi ya hali duni? Mchague tuchague Othumani, wakati ukifikia tuwache kujile mazao mundo wetu na hoza oko wa Zanziba kwanza ambayo ya didimia. Sasa natujizatiti hundiwo wetu wakati serikali ya urithi ya viduma za visiwa watu wanarithisha na sisi macho twatazama ila nasi tushasema, mwaka huu twamua, lazima tubadilike itikadi tuache, tupate tumpeleke omo kwenda simamia. Ikiwa tutashikana kwa zanziba nzima, mwaka huu wa neema, Mungu akitujalia ya Rabbi tusimamie, tunalolitakaliwe omo ikulu wankie, kwa uwezo wojalia, mbariki Mola wetu, wapendwe na kila mtu, iwe ni sababu kwetu, ya ikulu kuingia, kwani anani ya safi na simsaliti. Rabi Mola mbarikia, vikombowe visiwa. Utenzi hapa naisha, nisije kuwachokesha, ila nitachozidisha ni dua kujiombea. Ewe Mola mwenye enzi, usolala usingi zipokee dua hizi leo, tunajiombea twakuombaya, kahari wingowe, serikali yenye watu, mazalili dhuluma walozoya, utubariki nasie, ikulu tukaingie, yarabi tuhurumie, tumechoka dhulumiwa na fisidi, kuhusudi, ya yatufisidi, kura zetu kuhusudi, ya Rabi mpige radi, nyama iwe ya kuzwa. Natakayesimama na kuitangaza dhuluma, mimi niye ukoma, shindwe pakutibiwa. Mwisho wa utunzi wangu, nilitaje jina langu ili nanyie wenzangu kumweze mweze kuielewa. Msomaji mashuhuri na mtungaji mahiri, jina Khadija Umari, kiungoni natokea ACT e, Wazalendo. Taifa Kwanza, shusha tanga. Asanteni.